Mtazamaji, alikuwa waziri mkuu na kinara wa ODM Raila Odinga amezikwa nyumbani kwao huko Kang'o ka Jaramogi, eneo la Bondo, kaunti ya Siaya hii leo. Na Raila amezikwa kwenye hafla ya kijeshi iliyokamilishwa na mizinga 17 ya kijeshi. Na mtupate taarifa hiyo kutoka kwa Kesetho Lale. Msafara wa hayati Raila Odinga uliwasili katika boma la babake Kang'o ka Jaramogi, eneo la Bondo kaunti ya Siaya kwa hafla ya mwisho ya mazishi. Kikosi cha jeshi kiliandaa gwaride rasmi huku mwili wa hayati Raila ukielekezwa kwenye kaburi kando ya pale alipozikwa babake Jaramogi Oginga Odinga. Jeneza lilishukishwa polepole kaburini baada ya maombi, huku kikosi cha jeshi kikifyatua mizinga 17 kwa heshima ya marehemu Odinga. familia ya hayati Raila ilimpa buriani ya mwisho kuambatana na desturi za mazishi hapa, kwa kunyamaza kwa dakika moja. Muda huo unaanza ili turuhusu itifaki ya kuweka shada la maua kwa viongozi mbalimbali, kanisa na familia. Tafadhali, asante. Kisha weka mchanga tafadhali. Kwa heshima, uweze kurudi, uweze kuchukua nafasi yako rasmi. Wale ambao walikuwa

bendera ya taifa letu la Kenya ikiwa ni shukurani kuu kutoka kwa idara ya jeshi kwa kazi ambayo kiongozi huyu aliweza kutekeleza katika maisha yake hapa nchini. Asante sana Mama Aida kwa kuweza kupokea bendera hiyo ya taifa. Mheshimiwa Rais, mtafisha mwenzangu Michael Mitong, aweze kuendesha kipindi hiki cha kuweka shana na maua kwenye kaburini. Maua yakitandazwa kaburini kwa mpangilio ulioandaliwa barabara

Kisha maombi ya mwisho yakafanywa na askofu wa Kianglikana David Kodia kufunga ukurasa za mwisho duniani kwa kiongozi na mwanasiasa aliyeenziwa na wengi. Kama vile kitabu takatifu kinavyoashiria, sisi ni mchanga na ni huko ndiko tunakoelekea hatimaye. Hayati Raila Odinga amefika makazi. Seth Olale, Luninga ya Citizen katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya.